Nambiwa, dunia inaenda, mambo nabadilika, yes. Kule Marekani kuna binti mmoja ambaye yeah. okay. I... oh. Letu jina la taifa letu pia ni jina oh, ni jina Marekani, yeah? Marekani ya mabinti kadhaa, okay. Anaitwa Kenya kutoka Marekani alikuwa pale kwa Okay. Anasema ya kwamba baada ya kutoka kwa divorce, mm. Eh, alikuwa ameolewa na jamaa fulani ngulusumu fulani huyo. Mm -hmm. Baada ya divorce akajipata kwa mahusiano mengine mm -hmm. na katika haya mahusiano mengine anasema yamekuwa ni mahusiano ya furaha, okay. Baada ya kuolewa na ndume mbili. Ngoja kwanza. Imekuchukua siku tatu kuishikadisha hiyo. Alikuwa anajaribu kusikiza. Eh. Kenya alikuwa ameolewa uh -huh. na golosumu fulani okay. wakachana Kenya akaachana okay. alikuwa... okay. na huyu uh -huh. jamaa yes. akaolewa na jamaa mwingine okay. huyu jamaa mm. akamsuggestia mm -hmm. kama angetaka pia kuolewa na jamaa mwingine malaki, alikuwa hataki kilichofanyika kwenye ndoa ya kwanza ya Kenya kijirudia hapa. Baada ya lengthy conversation Kenya akamwambia bwanake wa pili, me would prefer, mm. mm. kama kungekuwa na mwanaume mwingine kwa hii ndoa, another man in the marriage, another man in the marriage. So bwanake akafikiria huyo wa pili, akasema, uh, if that is what will make you happy, Kenya baby. Yes. Okay. Umesema ni Marekani. Marekani huko Massachusetts. Mm. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts huko. Sasa bwana iko tunavongea sahii, Yeah. Kenya ameolewa na wanaume wana wawili <laughs> bwanake wa kwanza alimkubali akaolewa na bwana mwingine, unaishi kwa nyumba moja mm. awana watoto kufikia sasa mm -hmm. lakini wako bwana wawili, mke mmoja, na Kenya anasema That's the best decision of mm. -hmm. her life. As a woman, mm -hmm. to be married by two men who understand each other, ni marafiki kabisa na wametengeneza familia nyu moja ndani ya nyumba, mabwana ni wawili, mke ni mmoja. Hawa mabwana baada ya kuhojiwa yes. wakasema surprisingly mm -hmm. we are enjoying okay so how are they co-husbanding ah. Uh, if there is a word like that, shughuli na, na vile inavyokuja ndio vinavyopigwa Do you know what happens in such a marriage? Always mm. always the the first first one to come home will always have the first meal. Sasa ndo hapo dada akakuwa mwerevu uh-huh. akawachukua wote ndo wasichelewe wote, wanakuja nyumbani at at at, at the the same same time time, wote wanakuja nyumbani ndio. But how do you get married to two, to two, two men at, at a go? <coughs> bro, mambo mambo ya ya bwana mi kile ya Marekani. Najua a man can be polygamous. One man labda you are married to four, five wives. That one we can agree. But one woman married to two men. I mean really? Na Kenya anasema kwamba hiyo ndoa iko fresh, wanaume hao wanasema we are enjoying our marriage. Na wenyewe wamekubali kabisa. Hao wajawa itapigana. Amezaa Kenya, umeniambia amezaa. Bado, bado hajajifungua. Okay, sasa akijifungua mtoto ni wa nani? Si watoto ni wao. Hapana, mtoto ni wa Zuli, mtoto ni wa Rio. Aha, we hapana. Rio hapana, hakujawahi kuwa na aticha. Mtoto ni wa we, ushaiona mtoto wa baba wawili? Sasa niulize pale ambapo we kama mwanaume na umeoa bibi wa tatu, mm. na bibi wa kwanza amejifungua, si mtoto ni wa kila mmoja pale? Mtoto atakuwa raised akiita kila mtu mama kwa nyumba, the same thing. na Kenya anasema mtoto atazaliwa wakiita kila mmoja baba pale, dadi dadi, ndio dadi Zuli, dadi Rio, rio ndio Anko sugar sasa sugar. <laughs> <laughs> <laughs> like okay. sasa sasa hiyo hesabu ndo babaki, lakini mimi naona okay. so so iko, ko, iko, sawa. Very weird question hapa mm eh uh, when there is is is is time time for kubla ha zagla ma, yeah is, uh, the same time or or Rio finish first and yeah. then uh, Zuli enter or what is happening ndiki ndiki Uh, I think ni makubaliana anaweza kaamua tu leo kuna timetable unajua, I think use the same mentality ambayo a man in a polygamy marriage will do. Wale ambao katika polygamy marriage wale wanaume wao oh, wanajipanga vipi? Leo atasema nalala kwa nyumba ndogo okay. Kesho liko hapa. Mimi rio vile najijua ndio ama jealous man kno ndo huko Afrika. Haiwezekani hiyo. Upumbavu kweli kweli, watu wanasonga kimaisha kule. Unaweka wivu hapa. Wacha wa, kuoa bibi mmoja wa, wanaume wawili, yeah. Mimi hata nikijua nimegongewa tunaachana <laughs> Lakini nadhani hii kina dada wataipigia debe. Maanake it's about time pia kina dada wapate hizo option. Hizi options zimekuwa zikipewa wanaume sana. yeah. and I think kama Kenya she is happy. yeah. Ah, what matters is happiness too. Lakini hata saizi. Okay, ni vile hatujaambiwa tu. But how sure are we? Ni wewe peke yako? mm. Uko sure aje ni wewe tu pale kwangu eh? Uko sure aje, are you sure? hata mimi najiuliza hilo swali, niko nikoshua aje ni mimi tu yeah? Unajua lukumabia, ni vile sija... vile hatujaambiwa tu. Nilikwambia kaa na mimi, karibu nkuonyeshe mtu akikwama tu pale kwangu, najua basi Silvia <laughs> <laughs> <Sylvia. laughs> <laughs> <laughs> yes, mama, unaonaje hii mpango mzima wa Kenya? Kenya ni upumbavu tu kutushindwe ndio We unagonga zili, anagonga tena, mnajuana. Jamani, izo ni gani? yes, sasa, sasa, si, sasa, sasa, sasa mbona nyinyi mnaolewa na mwanaume mmoja wanawake watatu tena? Unajua, kwa mwanaume hiyo iko sawa, lakini akiwe liyo imagine tena unamjua hivi hiyo, ah, ni ngumu Pengine gu... kama chini ya nyasi iko sawa ah, lakini hiyo naye ni ngumu ngumu. Yaani, nyi mko radhi huko mkadangedange nje bila kujuana, lakini wale ambayo mnajuana mtakani yeah, tabia mbaya. Ida Mudasi anauliza hii Kenya inafika lini lini? Hiyo mwalimu Chema ni mwenyewe hapa kutoka maeneo ya Limuru Limuru, sasa. Ndio. Yeah. Umesikia vile so Solomon Zuli amesema mm. Hiyo ndio Uafrika kamili na Mwafrika atabaki kuwa Mwafrika. Hakuna vile ambavyo nitakaa hapa hivi nijue eti eti manilio unagonga na mimi inagonga. Mwafrika hawezi, kuna ile jela ambayo inaingia mm, ambao unaweza ukaua mtu hata nikuambia ukweli kabisa, Mwafrika hawezi fanya hivyo. Huo uzungu upaki ubaki pale kwa uzungu wao, kwa sababu ili... hapa Afrika ndio hapa Afrika mambo kama hayawezi tendeka kabisa. Hivi Mwalimu Jei, wewe unadhani mke wako anasikia raha akisikia kwamba kwa uko na mwanamke mwingine ama labda umeoa mwanamke mwingine? Unajua wao hawana shida, ukiangalia even from biblically mwanaume, hata biblically angalia, wa wale wana wale wanaume ambao wa Mungu alikuwa na dhamini sana, angalia mm. tuanze na Abraham twende Isaac amini uh, huyo tunamuita David twende huyo Solomon walikuwa na wengi, na there was nothing. Ati kuna ni mwanamke ana ile jealousy, eti akiona mke mw, mwenzake anaanza kuwa na hiyo jealousy mm. ah waliwaambia hao kina dada wenyewe, shike moja hapo leo Halo Radio Maisha. Yes. Ni yes. George <coughs> uh <-huh. coughs> kutoka kwa mkuyo. Ehe. Salamia hapo zuri. Asante, nimesalimika. Eee, eh, zaza, hiyo yusifanyiki. Hapa hakuna Kenya. Hmm, nasema hiyo sifanyiki hapa, sio kia, e, hapo haifanyiki. Ajushike <manyas> <As> moja ya <manyas> Priska huyo. Priska mama. Nasema aje? <manyas>